Hey. Mwenye hmm. Mi ndio Abdalla, mimi ndio Fatuma sioi. Mungu bariki vile unabariki, na ulani wenye unalani. Mimi niko sawa huku. <coughs> hey. Kulisema nikishapika ni kila mtu anajuanga anaingia, karibu. hey. hey. hey. hey. hey. ah. hey. Mtu wangu nao ni angushangii mapema, umesha angusha ume kinini. Fanya aje mkuu, kama unaka, unakaa unakaa, kama unaenda unaenda story, unenda unaendamaaaaamuu. Halafu kuna vitu fulani hapo hey. Kuna yule msee fulani wa chama amesema hmm. hey. pesa zake sijui nilikuwa sasa, bahati gani hiyo? Wewe bahati yako wewe. Wewe una kaili na kuanga bahati yako. Hey, Zii bahati yako. Bro nikuulize juu umebaki nini ya Manchester. Ko jana kwani kuliendaje? Hata hiyo fanya aje, mkuu. Kama ni habari ya mpira, toka toka cheki, toka fanya aje toka nje. Ah ah ah ah ah. ah, ah, sijajua. Itakuwa kitu mbaya kunifukuza naona. Mimi si ati mimi nimekosa. Umeletea nani habari ya mpira? Nyumbani, mpira ni ya wazungu. Nyumbani, nyumbani. Abu, abu, abu, abu, acha hiyo. Okay, basi nionje tu nyumbani, sijaonja. Enda mwenye alikutuma na habari ya mpira wachanga uchuma <coughs> saa nyingine bana na na ah, nalala na heartbreak. Nalala na heartbreak naamua kupika tu chakula mzuri. Sasa mpira na, na kula, ah, ni, basi nionje tu ah, ah, sa, safari, na, na, safari na, njema, safari njema. Safari njema, yaani mtu nalala jana na heartbreak